Rafiki yangu Elia nimefurahi pamoja na kumwona mkeo. Ya kwa wasiojua, anaitwa Mtume Daktari Peter Rashidi Sharifu Abubakari. Nilitoka kule huko zama nikonta, uh, Sheikh Alhaji Hussein za shijara Abdul Hakimu Sharifu Majini ya Abubakari, nikuwa mwanazuoni hasa ku napoingia kanisani na viatu na nasikia raha sana na, na, <laughs> <laughs> na kinywa changu kikisema kwamba Yesu ni Mungu ni wokovu tosha. <laughs> Haleluya! Actually, nilisahaurishwa na shetani kwamba leo mheshimiwa rais na mheshimu sana nikuchukua, nimejiandaa profesa kuja nikunisha u nimebegwa tu nikapigiwa simu press cam quickly. Umekuja hivi kama kijana, umekuja kama kama unaweza, yeah, kasalama kijana. Mimi uh, nina miaka 61 ya kuzaliwa kwa sasa. Nilizaliwa tarehe nne mwezi wa nne elfu moja mia tisa sitini na nne kwa sasa na miaka 61. Mimi nina watoto siwajui idadi yake, kwa sababu mke wa kwanza wa pili, nipo kwa Mwislamu kama sheikhi, mmezaa watoto yaani siku mimi nifanye mahesabu watoto wangu mimi, wajuku na wajukuu wow, na mimi nikiwepo, tuko 30. Hautaki hebu semeni amina. <laughs> Tunaruhusiwa kuwa zaidi ya mke mmoja. Ndiyo maana napenda sana ukovu, kwa sababu ukipata mke kwa Kristo Yesu umepata mke mwema. Miaka ishirini na tano sio kidogo, ni miaka mingi sana. Lakini pia nashukuru kuona wazazi, baba na mama, yuko bado vijana kabisa wale eh ake nimeona baba anarudi mziki ana yani, vizuri sana bila mtihani. Kwa kwa hiyo nikaanza kumhoji jirani yangu kwamba tumbo hilo ndo watoto lozaa kasema nam, lakini pia naulewedi hapa amekaa akasema na watoto hapa. Ni wapongezi wazazi hawa, situwapiga makofi wazazi wetu, lakini pia nimebarikiwa na MC, niombe mheshimiwa rais nikiwa katibu mkuu taifa Tanzania, tumchukue kwenye baraza letu awe miongoni mwa MC tukio lolote kitaifa, basi tuweze kumtumia. Tuwezi wangapi wanaungana na kauli hii? Mungu amefanya MC. God bless so much. Pia nimebarikiwa maji anasema, chaguo lako kama boda boda boda boda utakuwa ni mwenye. Oh, yeah. Ubona <laughs> kutunga wimbo kufuata majira yeah. <laughs> miaka ya nyuma hapakuwa na boda boda, lakini ni mtunzi mzuri yeah. Alafu ana sura isiyozeeka kasema ni amina yeah. Yeah. Elia God bless you much. Mungu anakupa mke mzuri sana, tunawapongeza kusimama na kwa watoto wa hapa rafiki yangu endelea, tutakuja siku nyingine hapa, amen. Yani, tangu nimezaliwa ndo mara kwanza kufika hii sehemu mm. sio kufika mimi na hii sehemu moja nimeipenda, alafu hapa kila mtu kapendeza, yeah. kila mtu kimangalia uko sawasawa, lakini tuombe sasa, tu download anointing ni upako ambao aona, ndoa ya miaka mitano mitatu iwe ishirini na tano aleluya. Lakini mimi as a prophet, uh, kama mtume na nabii Uh, nataka utabiri kwamba hawa waliosimama wote hapa wote wataishi miaka mia moja. Wow. wataishi miaka mia moja na wiki mbili, <laughs> wiki ya pili Jumapili, watakufa kama kifo cha, cha Isaka cha Yakobo <laughs> wanatoa urithi maelekezo, alafu wanakuja miguu wanakufa kifo kizuri, amen